Yena naalize na masahabaze na Waislamu wazuri ambao watakaojikubalisha kushikamana na mwenendo wa mtume hadi siku ya mwisho. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke miongoni mwao, allahumma amin. Nam, ndugu zangu Waislamu, tunachukua fursa ya dakika chache tu kwa ajili ya kuweza kukumbushana mawili matatu. Hasatan tunakumbushana kutokamana na upande wa mashehe zetu, ima walimu zetu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maneno yake mazuri, atamuruna an-nasa bilbirri watansauna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Allah anasema je, mnawaamrisha watu kuweza kufanya mambo mazuri, imana watu wanawaambia watu wasali, watoe sadaqa, kheri zote watu wanawahimiza. Watansauna anfusakum, na mnazisahau nafsi zenu, ya kwamba nyinyi nastahii namo kuyafanya yale ambayo mnayoamrisha hao waweze kuyafanya waantum tasluna lkitaba. Allah anasema na nyinyi ndiye ambaye mliyokibobelea ima, mmekibebelea kitabo cha Allah subhanahu wataala, ambacho ni Quran. Allah anauliza fala taqilun, hivi nyinyi mna akili kweli? Aya hii inakuja kutuonesha ya kwamba twalazimika watu tunapokuwa tunawahimiza watu, watu kheri, kwanza tujianzie na sisi, vipi tumekamilika katika kheri hiyo? Unaweza ukaenda kumwambia mtu asali, alafu cha maajabu mwenyewe hausali. Unaweza ukamwambia mtu azidishe kheri, cha maajabu mwenyewe kheri kwako. Khalas, anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithi kutoka kwa Usama mtoto wa Zaid Allah subhanahu wa ta'ala waridhi pamoja na baba yake, mtume anasema yukta birrajul yauma alqiyama, ataletwa mtu siku ya kiyama. Fayulqa fi nnari, kisha atatupwa motoni. Fatandaliku aqtaba batnihi, ataondolewa utumbotumbo wake. Fayaduru biha kama yaduru alhimaru fi raha, ule utumbotumbo utazungurushwa zungurushwa kama jinsi anavyozunguruka punda katika mashindano watu wa motoni watamkusanyikia, watu wa motoni watamkusanyikia. Fayaquluna, watasema kumwambia malaka ya fulani, kulikoni leo ewe fulani imano, watastaajabishwa na jambo hilo, kuona mtu alikuwa ni hivi, lakini wanaona jamaa ghafla tu motoni. Watamuuliza, kulikoni leo ewe fulani fulani, alamtakun tamuru bilmaruf josi, ulikuwa unamrishwa tu kufanya mema, unamwambia watu wasali wafunge mambo yote ya kheri, ulikuwa unawahimiza. Watanha ani lmunkari, na ulikuwa unawakataza watu kufanya mabaya. Kila jambo lolote libaya ulikuwa unawakataza, hichi ni kitu kibaya. Jamani, tujitadhari nacho. Vipi tena? Ni fayaqulu, atasema, bara ndio kuntu amuru bilmarufi, nilikuwa nawaamrisha watu kweli kufanya mazuri nawaambia watu wasali, nini yote nawaamrisha, sawa wala atihi na wala siyafani. Wa anha ani lmunkari, na nawakataza watu kufanya mabaya, wa atihi na nnayafanya. Kwa hiyo ujumbe huyu uweze kuenea ulimwengu mzima, hasatan kwa wasomi waweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia mashekhe zetu walimu zetu, tunamwomba Allah